Zaidi ya wakulima elfu mbili wa mazao ya alizeti mtama, na maharagwe katika vijiji ya 49 vya wilaya ya Babati mkoani Manyara wamewezeshwa teknolojia bora za kilimo himilivu kinachostahimili mabadiliko ya tabia nchi ili kuongeza kiwango cha uzalishaji na kufikia tani laki saba za mazao ya biashara na chakula kwa msimu wa kilimo wa mwaka 2024/2025. Tupate taarifa kwa ukamilifu zaidi. Baadhi ya wakulima katika kata ya Galapo wakizungumza katika mashamba darasa yaliyoandaliwa na mradi wa Nourish unaofadhiliwa na nchi ya Norway kupitia shirika lake la maendeleo na NORAD wanaeleza walivyonufaika na mradi huo kwa kupatiwa teknolojia bora na mbegu chotara za alizeti. Baada ya kupata hiyo elimu, kwa kweli tumeendelea kwenda kueneza kwa wakulima wenzetu, na hata wakulima wamepokea elimu hii na hata pia wamekuja kugundua kwamba wanaweza wakakabiliana na hali, hali halisi, ya halisi ya hali ya tabia ya nchi Wakipanda mbegu hizi wananufaika. Kwa hiyo sio sawa na zamani. Zamani tulikuwa tunapanda haya mambegu ya kienyeji, lakini kwenye kipato unakuja kukuta kipato huwezi kupata i, kulingana na hali ya tabia ya nchi tayari unakuwa umepata hasara ya, ya kilimo. Lakini kwa mbegu hizi unanufaika, kwa sababu tayari kwanza ina uwezo kukabiliana na hali ya tabia ya nchi, kwa sababu inakimbizana na muda. Kwa hiyo kwa kweli tumenufaika. Meneja mradi wa NOURISH mikoa ya Manyara, Dodoma na Singida, Lucas Mongi, anasema mradi huo unalenga kusambaza teknolojia bora kwa wakulima. Siku ya leo tumeazimisha siku ya wakulima katika halmashauri ya Babati, ikiwa ni mwendelezo wa kutoa elimu kwa wakulima kupitia mradi wa NOURISH. Mradi wetu lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba wakulima wadogo wadogo wanakuwa na usalama wa chakula, wanakuwa na lishe bora, lakini pia wanafanya kilimo stahimilivu chenye tija kinachokabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Hivyo kwenye siku ya leo tumeweza kuwakutanisha uh, wakulima uh, pamoja na makampuni mbalimbali mbali ambayo yanatoa pembejeo za kilimo ikiwa ni sehemu ya kutoa elimu ya mbinu bora za kilimo. Mradi umefanikiwa kuwawezesha mashamba darasa kwa pembejeo bora na viwatilifu. Mradi umefanikiwa kuanzisha mashamba darasa sitini na saba ambapo arobaini na al saba ni ya alizeti arobaini na mbili ni ya maragelishe, kumi ni ya viazi lishe na thelathini na saba ni ya mtama. Mradi umefanikiwa kusambaza pakiti mia nne hamsini za mbegu za mboga mboga pamoja na pingili elfu nne za viazi lishe kwa ajili ya kuzalisha mbegu ambapo wakishazalisha zitasambazwa kwa wanakijiji. Mradi umefanikiwa kuanzisha bustani za mbogamboga kwenye kaya ambapo bustani mia hamsini zimeanzishwa na wanufaika, huku bustani kumi na nne zimeanzishwa kwenye taasisi kama zaanati, shule na makanisa. Kwa upande wake mwakilishi wa mkuu wa wilaya Babati Halfani Matipula ameupongeza mradi wa NOURISH ambao utakuwa mkombozi kwa wakulima wengi wadau lakini pia kwa ajili ya mradi huu wa NOURISH umetusaidia sana kwenye kwenye kwenye maonyesho, ambapo nilianza kupita kwenye yale mashamba pale, nimeona kazi kubwa inayofanywa kuanzia kwenye mashamba darasa. Ukiangalia lile shamba darasa na ukija kufananisha na mashamba mengine ambayo hayana usimamizi, unaweza kuona tofauti kubwa sana. Sasa yale ni mashamba darasa tu kwa ajili ya elimu ili tuchukue ile ta taaluma na teknolojia twende tukafanye kwenye mashamba yetu makubwa. Tumeona mtama ule tumeona alizeti, lakini pia na maharagi. Kwa ujumla, hii project ni muhimu sana kwetu sisi kama serikali. Tunaona ulivyofika hapa, tumeona umuhimu mkubwa sana wa NOURISH, wa mradi huu. Kwanza umeweza kuona kwamba umeunganisha wakulima, umeleta wakulima kutoka maeneo mbalimbali, tumekuja kukutana hapa kwa ajili ya kupata elimu na kujifunza tunategemea kuvuna kwa mazao ya chakula ni tani laki mbili na elfu hamsini na kwa mazao ya biashara tunategemea kuvuna tani laki nne na elfu sitini hayo ambayo tunategemea kuvuna kwa mazao ya biashara. Na hichi ambacho kimefanyika leo kwenye huu mradi wa NOURISH kwenye haya mazao ya mtama, maharage pamoja na zao la alizeti na mazao ya bustani yani mboga mboga ni kitu kikubwa sana ambacho kimeleta kichocheo hasa kwa wakulima wetu. Wameweza kujifunza mbinu zile za kilimo. Kama unavyojua sasa hivi kuna mabadiliko ya tabia nchi, kwa hiyo kwa mradi huu umeweza kutoa elimu ni namna gani wanaweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa kutumia mbegu ambazo ni mbegu rafiki zinaweza kuendana na haya mabadiliko ya tabia nchi. Nimefurahishwa sana sana na elimu ambayo imeandaliwa mahali hapa. Naona kabisa inaenda kutukombolea watoto wetu. Manake sisi ni wakulima wazuri tunalima mazao mbalimbali mbali, alizeti, mahindi, ngwala, maharage, mbaazi, lakini cha kushangaza bado tuna watoto wachache wenye utapiamlo.